Baba ya watoto saba aomba msaada baada ya nyumba yake kuteketea kiwanjani. Wiki moja baada ya nyumba ya familia moja kuteketea pamoja na mbuzi 15 katika eneo la kiwanjani, wangali wanakadiria hasara ya maelfu ya pesa. Wario Duba ambaye ni baba ya watoto saba amesema hakuna chochote kilichookolewa ndani ya nyumba hiyo ikiwemo mbuzi wake zaidi ya kumi ambao pia waliteketea. Kwa hakuna kitu yoyote niliokoka kwa nyumba, nyumba ilichomeka bila vitu yote, yote pamoja na mbuzi kumi na tano, yote sijapata kitu yote. Kwa jioni saa kumi na saa mbili ya usiku imefika kwangu huko tauni, nikapata ripoti nikakuja kukuja kwangu mwenyewe, nikachanganyikiwa nikapotea. Kwa hivyo nikuta majirani naye wamezima moto, na hakuna kitu iliokolewa hata moja. Mimi ndio baba watoto, na mimi ndio mama watoto mimi ndo natafutia. Hakuna mtu mwingine ambayo ndo nasaidia mimi kwa kutafuta kutafutia watoto na watoto wangu ni saba. Kwa upande wake, Abdi Hassan ambaye ni mzee wa mtaa wa eneo la Kiwanjani ametoa wito kwa viongozi na majirani kuhudhuria hafla ya harambee kuchangia familia hiyo ili wapate nyumba wasiendelee kukesha nje kwenye baridi kali. Sasa kuna issue ilikuwa imetupata tarehe kumi na mbili last day jioni na nyumba imechomeka, jirani yetu hii mzee maskini iko kando yango, e, imechomeka. Hakuna kitu imeokolewa, mbuzi imechomeka ndani. Wakati nyumba imechomeka, hata watoto wote hawakwa na, na, na mzee alipigwa simu akiwa town, tukakuja tukajaribu kusaidia. Moto ikatuzidi nguvu, ikachomeka kila kitu, hakuna kitu tumeokoa. Kutoka tarehe kumi na mbili mpaka saa hii tunagangana kama vile tutamsaidia wala county wala serikali kuu hakuna kitu tumeona, tumeona sasa. Tunaomba hii mzee tunataka kufanyia mchango, tunaomba tukuje jiokeze, wasamaria mema, mandugu, marafiki, county yote tunahitaji tusaidie mzee nako na watoto yatima, mama amekufa, samantago Samantha, yeye ndo baba yeye ndo mama na watoto, kutoka tarehe kumi na mbili mpaka saa ile, kutoka wanalala kwa baridi Tunaomba usaidizi kama masauri na mema, kama jirani, kama mandugu, kama Waislamu. Hatuchagui Waislamu wa Kristo, jirani yote tujitokeze, na kama tungepata msaada, mtu kama guest, gavana, seneta, MCA, MP, tunataka usaidizi, tusaidie mzee, jirani yetu ako na watoto moja moja saba, yendo mama, yendo baba Naye Zamzam Hassan ambaye ni jirani ya waathiriwa wa mkasa huo amewahimiza majirani na wahisani kujitokeza kuwapa familia msaada wa blanketi, chakula na mahitaji mengine ya kimsingi wasizidi kuhangaika. Sisi kama saa hizi majirani tumeamua kusimama na huyu mzee tangu nyumba ichomeke, hakuna usaidizi tumepata. Wako hapa ndani watoto ni wasaba. Tafadhalini msaidie mzee sana, anakaa vibaya sana. Uwe mkristian uwe mslamu, tafadhali mmsaidie sana. Sisi kama wajirani tumeamua kufanya mchango Jumapili. Tafadhali mkuwe na huyu mzee, mmsaidie hata kama ni shilingi 50 bob, hata kama ni mia, ni kitu kubwa sana saizi kwake. Kama nyinyi sahii mnajua, hata wewe kama una mama baba tu anashughulika na, ni na watoto, tafadhali msaidie mzee sana. Ni kitu nasikitisha sana kama saizi hakuna usaidizi tumepata. Saa hii tuko wiki moja mzima hatujapata eni usaidizi. Tafadhali msaidie mzee sana, sana sana sana tena, walimu wote mnanisikiza, tafadhali msaidie mzee, tuko na mchango jumapili tarehe 22 tunafanya tu hapa kwake, na mnaona venye imeisha mbuzi, hakuna mbuzi kumi imeisha. Tafadhali msaidie sana sana sana, namba yake ni 07 91 01 nam Ndio wito ambao umeweza kutolewa na mzee Wario Duba pamoja na baadhi ya majirani wake katika eneo hili la Kiwanjani, ambapo nyumba yake iliweza kuteketea mnamo tarehe kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Hivyo basi waisani pamoja na viongozi wamehimizwa kuweza kujitokeza kusaidia familia hiyo. Nikiripotia runinga ya Waso kutoka papa hapa eneo hili la kiwanjani, wadi ya Wabera, langu jina ni Hussein Murangiriguyo. Runinga ya Waso ya kujuza na kukuburudisha.